Zinaa leo imekuwa ndio uhodari, na vijana wenzako wanaweza wakakufukuza katika maskani zao kama hujawahi kuzini hata siku moja. Hatutaki washamba washamba sisi watufuatefuate. Jamaa yetu anasema ajawahi, hajui hata mwanamke amekaa vipi. Mtoeni katika grupu yetu ya WhatsApp, huyo hafai kabisa, anajifanya shekhe. Shekhe wenzake wako huko msikitini, aende huko kwa mashekhe wenzake. Yani unaonekana wewe mtu wa ajabu wa ajabu. Subhanallah, lakini wewe kijana, wewe unaekemewa na hao, sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema sabatun yudhilluhum Allahu yawma alqiyamati yawma la dhilla illa dhilluhu minhum shabun nasha fi ibadati Allah. Hajui maasiya, amemtii Mwenyezi Mungu kuanzia ujana wake. Ndo vijana kama hao atakuwa na kivuli siku ya kiyama, yawma la dhilla illa dhilluhu siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa chake Mwenyezi Mungu alichokiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Kwa hiyo wala yaznun waman yafal dhalika yalqa athaman yudaaf lahu aladhabu yawma alqiyama, na atakayefanya hayo akaua, akashirikisha kazini atakumbana na balaa, maasi yatampeleka katika mahala pabaya, motoni na dhambi zitamkusanyikia. Lakini kuna hope wale ambao labda waliteleza, kullu bini adam khata, kila wale ambao wamefanya makosa kama haya yote tuliyoyataja, haya yamepita, umeyafanya ni katika madhambi makubwa. Subhanallah, mbele mwenyezi Mungu wesemaji, man yafal dhalika yalqa athama yudhaaf lahu aladhabu yawm alqiyamati wa wayakhludi fihi muhana

ya uzinifu ya ushiriki na yote tuliyoyataja hapo, usikate tamaa, Allah anasamehe madhambi yote. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, nasema na wale vijana ambao wameona wameshazama katika dimbwi la maasi na madhambi aina hii, wasiseme, ah, basi bora nimalizie tu, ah, nimeshakuwa mimi nanuka kwa dhambi bora niendelee tu tena, mimi nisha. Hapana, usiendelee. Unayo nafasi ya kurudi kwa Allah na kuomba msamaha kwa Allah na ukasamehewa dhambi zote. wa taftahu safhatan jadidatan maa rabbika, fungua ukurasa mpya. Hata kama ulikuwa nani katika madhambi, hata ulipindukia kiasi gani katika kumaasi mula wako, wakati wa kurudi, nafasi ipo, rudi kwa mula wako na Allah atakusamehe makosa yako yote. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamian Inna hu huwa ghafuru rahim, Allah anasamehe makosa yote. Rudi kwa sayote, Allah, hata kama ulikuwa nani. Kuna watu wanaona nimemshinda mpaka ibilisi kwa madhambi pia. Hata kama unaona umemshinda ibilisi kwa madhambi, njo Mwenyezi Mungu atakupokea kwa sababu sifa yake al-ghafur ar-rahim. Afrah, anafurahi sana bitaubati ya abdi wa tauba ya mja wake kuliko yule aliyopoteza ngamia wake. Allah subhana wa ta'ala anafurahia ujio wako, kwamba amejua abdi anna hunaka rabban yaghfiru dhunubahu faata ilayhi, amejua kwamba yupo mola wake anamsamehe makosa yake, amekuja na mimi namsamehe mja wangu. Utasamehewa illa man taaba, sipokuwa atakayotubu wa akawa na aman, hmm, kana imani kweli kweli, wa amila salihan na akafanya vitendo vizuri

Na haya ni maradhi yameenea katika jamii ya Kiislamu. Um, mkamata anaambia bwana, twende kachukue kiapo ule mbele ya mahakama, nikishinda kesi hii 25% yako we, twende tu, hakuna anayejua kama ile shamba mimi nanyakua. We, twende wewe, ndio utakuwa shahidi wangu we, sema kwamba mimi nimerithi ile mtu na, na, yuko tayari Anakwenda sema wallahi, na hapa na huu ni ukweli na ukweli mtupu, nasema hii shamba ya huyu shahada tuzur unakula kiapo cha uongo. Mtume sema wakija watu wawili wakawa ni wenye kujieleza, uenda mmoja akawa mfasaha kuliko mwingine, nikampa kitu ambacho sio cha kwake kwa kujieleza, kwa sababu tuna hukumu kwa dhahir, lakini atakayejua kwamba anafanya dhulma Faliaalam annani qata'tu lahu qit'atan min an-nar, atambui kwamba hicho ni kipande cha moto. Anachukua asione sifa kwamba nimeshinda, anachukua moto. Akipenda aendelee kula tu. Wewe unayeshuhudia ushahidi wa uongo, na wewe una kipande chako, mmeshirikiana. So na leo ushahidi wa wa uongo eh, ushahidi wa uongo ni kiasi kikubwa sana katika kila jambo katika jamii, mambo hayo, katika biashara eh, katika mambo ya ndoa, katika talaka, katika makazini huko maofisini, ushahidi wa uongo tu. Tuna, tuna peana tazkia katika WhatsApp, unaenda kumposea mtu bandii, alafu unasema huyu hamsu salawati, kumbe hasali hata sala moja. Hiyo yote ni ushahidi wa uongo ushahidi ni kitu kikubwa. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, katika hadithi al-Bukhari, anaambia yaduu yasalu llahu Nuh, Mwenyezi Mungu atamuuliza nabii Nuh, ya Nuh, hal balagta ummatak, ewe Nuh, uliwafikishia hawa umma wako Nuh? Atasema, naam ya rab, nimewafikishia. Mwenyezi Mungu atawauliza ummati Nuh, hal balagakum, Nuh kweli Nuh walifika? Watasema, ma jaana min nadhir

Ayuma muslimin shahida lahu arbaatun bilkhairi adkhalahu llah ljanna, mtu yoyote mwislamu atakayetolewa ushahidi na watu wanne Mwenyezi Mungu anamwingiza peponi. Wakimtolea ushahidi wa kheri anamwingiza Allah peponi. Qalu masahaba waliokuwepo wakamwambia ya Rasul llah wathalatha, je akishuhudiwa na watu watatu? Mtume akisema wathalatha watatu pia wakimshuhudia kwa kheri atakwenda peponi. qalu wathnani, je akishuhudiwa na watu wawili? Qala wathnani tu, ukisema na wawili pia Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi. Anasema thumma inna lam nas'alhu anil wahid, lakini hatukumuuliza tena, je mmoja hatukuuliza, katika hadithi ya, ya Abi Bakra

hupita na heshima zao kiraman, bila kuangalia na kushughulika na mambo yale, wameshughulika na mambo mengine. walladhina idha dhukiruu bi ayati rabbihim lam yakhirru <tutu> alaiha <tutu> summan wa umyana, na wale ambao wakisomewa aya za mwenyezi Mungu, wakitajiwa mambo ya Allah hawafungi masikio na macho yao wanasikiliza vizuri, yanawaingia na wanayafanyia kazi. Zote hizi ni sifa za waja Rahman. lam yakhiru alaiha summan wa umyana walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhuriyatina qurrata ayun wajaalna lilmutaqina imama. Na wengine ni wale wenye kusema Rabbi, tupe kutoka kwa wake zetu na watoto wetu furaha inayotuliza macho yetu na utujalie kwa waja wema sisi ni viongozi, furaha kutoka kwa watoto na wake tutulie macho yetu. Kweli kuna mambo yanasababisha unapata utulivu wa macho yako kutokamana na mtoto. Hivi unajua kwamba kuna baadhi ya wazazi wanatamani kwamba mtoto wake asingekuwa wake, kwa vituko na vitimbi alivyokuwa navyo huyo mtoto anaona haya. Uyembe huyu mwanao huyu anaweza hata kusema huyu namlea tu, mimi sio mwanangu, jamaa yetu kabila yetu moja huyu. Hataki kunasibishwa na mtu aina hiyo. Lakini mtoto mwingine hata si wake watu akiba mwana, mwanangu, Waislamu wote ndugu mwanangu mwana. Kwa sababu kahifadhi Qur'ani, ana adabu nzuri, na mtu yoyote mwenye akhlaq anapendeza. Kwa hiyo vitu kama hivi vinaleta fitna. wake na watoto wake wakiwa wazuri, wanawake na watoto, unatulia nafsi yako eh. Hata kuna watu wanashindwa hata kuja msikitini kwa sababu ya vitimbi vya nyumbani, dhiki, shida, taabu. Kuna wengine mimi ninamfahamu mtu amerukwa na akili, amekuwa manake crazy kwa sababu ya vitimbi vya wanawake Shida hizo anazopata hapo, anaangaishwa nyumba hizo. Zina mambo mengi sana, tukianza kufungua ukurasa wake hapa, tutakesha na ndoa za vijana hizo, ambayo zinaambiwa zina expired date. Ndoa ina expired date? Wewe ulisikia wapi habari hizo? Kuna mmoja akaandika kabisa. "Talaka ndio yuko na mke anaishi na mke wangu, mimi talaka nishaandika, imebaki saini tu, siku yoyote ukiwa ukiamua unaenda zako pali, zako katie saini pale uende zako basi. Sasa hizi hizi ndoa zitadumu vipi? qurratu aini tapatikana wapi? Lakini nawapeni mambo manne ndugu zangu, wanawake na wanaume walio na ndoa nyumbani, mambo manne haya mkiyakamata vizuri, inshaallah ndoa itakuwa na qurratu aini. Jambo la kwanza Jambo la kwanza asabru, asabru. Lazima kuwe na subra katika ndoa, subra. Bila bila ya subra, mtatimwana tu, wiki haifiki. Kila mmoja ajilazimishe kuwa mvumilivu na subra na mwenzake, ndio mtafika. Lakini ukisema aa, mimi ninatafuta mke mwenye sifa hizi hizi, hanikeri hata kidogo, huyo hayupo, yuko peponi, na hatujafika, hayupo. Sote tuna mapungufu yetu. kwa okay, subra kamate vizuri. Nguzo ya pili ataghaful, taghaful maanake kujifanya kama hamnazo, kujifanya huoni, eh? Ataghaful hii ni atajahul. Unajua kuna jahil na mutajahil kuna mjinga na kule kuna yule anayejijingisha. Eh, leo tutasema <laughs> Kiswahili, eh, kuwa mjinga ni sifa mbaya eh, a'idhuka an takuna min al-jahili. Lakini tajahul sio sifa mbaya, tajahul ndo taghaful. Yani, don't be smart everything. Manake nyumbani kila siku we uko smart kwamba mimi mimi bwana bwana hanidanganyi hata siku moja, niko macho aa, kweli hanidanganyi hata, uh, siku moja. La takun dhakiyan fi kulli waqtin, usiwe smart katika kila jambo. Mambo mengine jifungie macho kana kwamba huyaoni vile, ndio mnakwenda mtavuka salama eh. Laysal ghabiy, msikilize huyu bedui anasema maneno laysal ghabiy bisayidi qaumi bal sayidu qaumin man yataghaba. Eh, mfalme wao sio mjinga. Mjinga hawi mfalme wa watu, lakini mfalme wa watu huwa yule mwenye kujifanya mjinga. Ghabi? ni stupid lakini aladhi yataghaba ni ana act stupidity, ana an act kama ujinga kaya, hakuna ujinga. Ah, sijaona kumbe kaona Shuraihi Lqadhi alipokuwa mahkamani, asema, siku moja wamepanda wanawake wawili kwenye kiriri, wanataka kula ushahidi sasa. Mmoja wao akatoa sauti yenye kutengua udhu, mnajua, mwanamke akaona haya sana, lakini Shuraihi Lqadhi akamuuliza masmuk, asema fulana binti fulana. Shuraihi Lqadhi akauliza aka tena ismuk asema fulani bint fulani. Masmuk mara tatu, bibi akasema alhamdulillah, hakusikia ile sauti. Kumbe mwenye masikio yake ni mazito <laughs> mefahamu hapo kuna nini kinaendelea? Yani kamuuliza mara ya kwanza, yule akamwambia, akajifanya kama hajasikia ili ampe indication kwamba hata ile sauti hakuisikia. Mara ya kwanza, unaitwa nani bibi wewe fulani, unaitwa nani? Ah, alhamdulillah. Hakusikia ile sauti. Alhamdulillah, hii ndio mfano wa kujifanya hamnazo. Lakini kuna wanaume wanajifanya smart, kila kitu hanichiti mimi hata kidogo. Mwache akuchiti siku nyingine, kumbe unamchiti wewe. Alghabi walladhi yataghaba, ndo itadumu jambo. La nne, atagafur, musameheane tena mkija katika kesi usifungue kesi zilizopita ambazo tayari Sheikh Nabata ameshazisolve zamani, manake kawaida yetu sisi, we si mwaka juzi elfu kumi na mbili, si ni, nilikukuta nakosa hili hili message ulitumiwa mwaka uliopita, hii hii si ilishapita? Mbona unafufua makaburi? Sisi tusizungumze yaliyopita, Waswahili wasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Ukiwa mtu mwenye principle hizi hata kama ulikosewa usifufue tena mambo, kakumbusha huku. Achaneni na mambo yaliyopita, songeni mbele. Jambo la mwisho alfadl, usisahau fadhila. Wanawake wana fadhila kubwa, nao wanatufanyia, na sisi tuna fadhila kubwa tunawafanyia. Unaweza kwenda nyumbani ukampata kambeba mtoto hapa na mwingine uko tumboni, na mkono huu anakoroga koroga, anakupikia na hapa ameweka simu laudspika, anaongea na mamako, anamuuliza ule muhogo umefika. Mambo matano anayafanya yeye, ungekuwa unafanya wewe, ungeumwa na kichwa wiki mbili, wallahi aladhim. Lakini usisahau hizi fadila e, la yafraku mu'minun mu'mina, mtume anasema kuna baadhi ya mambo ni mazuri. Mie mwenyewe ndugu zangu, ni mke wangu akienda kwao wiki moja tu nalalia bed sheet hiyo hiyo mwezi mzima si badilishi mpaka arudi. Akirudie dakika moja tu tayari imebadilisha kila kitu, na sio kwamba hakuna nyingine. Unaona, hata kubadilisha jamani bed sheet tunashindwa. Basi wakikosea katika baadhi ya mambo, kwa nini tusiwe vumilivu? Ndio ile itapatikana ile qurratu ayun. Ah, bila hivyo hatuwezi kuishi nao. Can't live with you, can't live without you. Yote yote yanawezekana

Khalidina fiha hasunat mustaqaran wamuqama. Hao watalipwa pepo za juu, ghurfa, daraja za juu kwa subra yao, kwa sababu hayo yote yanahitaji subra. Sabru fi ltaa wasabru fi maasiya wasabru fi masaib, sote inahitaji subra. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao, hao waja wema.